Aachache okay, kwaa machache kati ya mengi ambayo wenzangu wamezungumzia, ambayo labda kwenu kwa leo ni msingi sana, ni nyingi ambazo naweza kuwa nini. Sawa labda uh, nizungumzie moja kubwa ambayo tunaweza tukasababisha tukatumia nini, warning order, Permissive working. Very good, sawa, na nataka kujua kama kuna mtu anafahamu chochote kuhusu permissive working? Aonzesha ni kile kitendo cha treni mbili kutoka block station zina, inamaana kwamba inatangulia treni moja and then baada ya labda dakika mbili mpaka tano inaachiwa nyingine inafuata. Hiyo ndiyo maana ya permissive working.

nafanya daylight kwa sababu ya visibility, ili tuweze kuona, kwa sababu system of working trains, kwa method of working trains kwa permissive inakuwa ni dangerous kidogo. Kwa hiyo tunaamua kuwa we work mchana eh, kwa sababu inakuwa ni very visible, unaweza ukamuona mwingine ama ukaona train nyingine kwa wakati. Mesikia majibu wapi? Kwa tunafanya permissive wote

accident kutokea mbele, sawa?

Ame- ame- amezungumza jambo muhimu kuhusu permissive working na kiukweli, platform ya leo hii imetusaidia, mi binafsi hii wewe. Lakini niulize kuhusu hilo eneo ambalo amemalizia, ni wakati gani unaamua kufanya permissive working? Nini kinakufanya uamue kufanya permissive working. Hiyo wakati wa mchana, yes. Hatu wa hatuamui tu kufanya permissive working. Tunafanya permissive working based on station working rules. Yaweza kuwa treni imetokea A mpaka C, zimekuja permissively. Kufika D station hiyo kuja hii hairuhusu hairuhusu, lazima wajitenge, waende moja moja, sawa. Kwa hiyo sio kwamba kwa, kwa sababu wamekuja permissive na mimi pia niwatoe permissive, utafungwa. Working rules ya ile station yako inakuongoza kuamua kufanya hiyo permissive working au kufanya permissive working, na pia kama alivyoongea Shaks, priority zinaangaliwa sana, treni gani inafaa na ipi fuate, ipi tangulie. Lakini nitaka kufahamu kitu kimoja pia kidogo sana, kwamba namna ya kupokea zile treni, tuasume kwamba zimekuja two goods train permissibly, ipi naingia njia namba moja, ipi naingia namba mbili? Karibu. Wangapi wanasema ni sahihi? Na mkono juu. Wangapi wanasema sio sahihi? Sikilizeni. Kwenye RDT lazima ujue, unapokelea loop line train ya kwanza kufika, ili kuacha tahadhari yote ya pili vitreni ipite juu, upitilize kule sawa. Kwa hiyo train ya kwanza, kama zinakuja zinaongozana, na pia kama unafanya crossing ya kawaida, train ya kwanza kufika, kama zinakuja crossing kwako, au ziko pamisi au blakomatengi upokelewe kwenye roof line, ya pili itapita kwenye main line. Ukipewa swali, huwa anakwenda kuangalia kule kwenye line receipt, nijue kama huyu mtu anaelewa hizi procedures huko. So, tu najua cheni imekuja, atasema main line au second line au dark taona pale nyamara yako so, sawa.